Zekana, wewe ni mwanamke unaishi na matatizo ya uvimbe wa kizazi kwa muda mrefu. Ah, yawezekana umedelay kupata matibabu ya tatizo lako bila kujua madhara ambayo yatakukuta hapo baadaye. Ah, wacha nikutajie madhara kadhaa ambayo yatakukuta hapo baadaye ikiwemo ni kwamba maumivu ya tumbo na mgongo. Lakini pia hezi nzito na muda mrefu sana inaweza kukukuta hiyo hapo. Lakini pia ni matatizo, aa, ya tendo la ndoa. Unakuta haufanyi vile kwa kufurahia kama ilivyo kawaida ama kwa wengine. Hiyo pia ni changamoto ambayo inatokana na uvimbe kwenye kizazi. Lakini pia changamoto ya mimba, unakuta ushiki mimba au kishika inatoka hivyo, ni moja ya madhara ambayo yanasababishwa na uvimbe wa kizazi. Uh, good news ni kwamba hapa Afya Pointi uh, tuna dawa za asili zisizo na kemikali hatarishi katika mwili wa binadamu ambazo zimeweza kuwasaidia na wengi sana katika changamoto hii ya uvimbe wa kizazi. Hivyo hapa Afya Point tunaamini mwanamke anathamani sana katika hii dunia. Hivyo nasema Afya Pointi, afya yako, uwezo wako.